Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu Kilimo Habu Group, leo nakuletea mambo matano ya kuzingatia kabla ya wakati e, wa kupanda nyanya. Hivyo ndugu mkulima wa kilimo cha nyanya, unaitegemea kilimo cha nyanya kama, a, kama kilimo chako kinachokuingizia kipato, karibu tuwe, tuwe pamoja na mimi ili uweze kupata vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kwenye kilimo chako. Jambo la kwanza kabisa ni maandalizi ya shamba, yani soil preparation. Kwanza kabisa unatakiwa ulime vizuri mara mbili au mara tatu, ili udongo uwe laini na usiokuwa na mabonge. Lakini kitu kingine, ondoa magugu na mabaki ya mimea ya msimu uliopita. Kitu kingine ki tengeneza matuta au mistari yenye upana wa sentimita tisini paka mia ishirini na urefu wowote kulingana na ukubwa wa shamba lako lakini hakikisha udongo una rutuba nzuri na unapitisha maji vizuri yani yani tifutifu ndo, oh, inakuwa bora zaidi. Lakini jambo la pili ni uchu, ni uchaguzi wa, uchunguzi wa udongo yani soil test and amendment. Pima udongo ili kujua pH na virutubisho vilivyopo. pH nzuri ambayo inafaa kwa kilimo cha nyanya ni 6.0 mpaka 8. mpaka 6.8. Lakini kipengee kingine katika, kwe, katika uchunguzi wa udongo ni ikiwa udongo una asidi una, ina, ina kubidi uongeze choka mazao, yani agricultural lime. Na kitu kingine unachotakiwa kuweka kufanya katika hili, weka mbolea ya samadi iliyooza vizuri. Kawaida huwa tunaweka tani nane mpaka kumi kwa eka wiki mbili hadi tatu kabla ya kupanda kwenye zao la nyanya. Lakini kitu kingine ki katika hili, baada ya kupima udongo, weka mbolea ya msingi, yaani bazo fertilizer, kama dapu au minjingu phosphate, kulingana na matokeo ya upimaji wa udongo uliopata mwanzoni. Lakini kipengele cha tatu, uhamishaji wa uhamishaji wa, wa miche, yani trans, transplanting preparation katika hili kipengele cha kwanza miche iwe na umri wa, wa wiki tatu hadi sita, yenye majani manne mpaka sita na, mizizi, na yenye mizizi imara. Lakini kitu kingine mwagilia miche vizuri kabla ya kung'oa ili isiwe na stress. Lakini kitu kingine chagua miche isiyokuwa na magonjwa wala wadudu. Lakini hamisha, fa, hamisha jioni au asubuhi kuepuka joto kali ili miche yako isiweze kudhulika na jua. Lakini jambo la nne ni, ni kuzingatia matandazo na umwagiliaji, yani mulching and irrigation. Katika hili baada ya kupanda, tandika nyasi kavu <coughs> majani au plastiki zile nyeusi au zile karatasi nyeusi ili kuhifadhi unyevu na kupunguza magugu. Lakini hakikisha umwagiliaji wa mara kwa mara, hasa hasa wiki za mwanzo hadi mizizi ishike vizuri. Na jambo la mwisho katika hili, epuka maji kusimama, kwani husababisha magonjwa hasa yale ya fangasi. Lakini jambo la mwisho, yaani jambo la tano, ni udhibiti wa magonjwa na wadudu ma mapema. Kwa hiyo inakubidi udhibiti wa wadudu na magonjwa mapema, ili kuwa na, na, na, na, na mimea yenye afya. Katika hili tunakushauri uchanje miche kabla ya kupanda kwa dawa ya kuua fangasi, mfano mancozeb au copper oxychloride. Lakini mtu mwingine anaweza kajiuliza, kwani mimea nayo inachanjwa? La hasha. Ila tunachomaanisha hapa, kabla ya kupanda natakiwa uweke uchanganye e, dawa ya ukungu kwa mfano mancozeb na au zingine nyingine ulionayo, uweze kuweka kwenye mashimo yale ambayo umechimba kwa ajili ya kupanda nyanya zako. Lakini jambo lingine, panda kwa nafasi sahihi. Kwa kawaida huwa tunapanda sentimita tisini mpaka mia moja mstari na mstari na sentimita arobaini na tano hadi stini kati ya mche na mche kwa mbegu hizi za hybrid, yani hizi mbegu za kisasa au F1 na sentimita sabini na tano mstari na mstari kwa sentimita thelathini mpaka arobaini na tano mche na mche kwa mbegu za kawaida yani OPV au hizi nyanya fupi. Lakini jambo la mwisho katika hili, fanya ukaguzi mara kwa mara ili kubaini dalili za wadudu kama, uh, white flies, thripsi na, au magonjwa kama vile blight mapema. Kwa hili ni muhimu sana ndugu mkulima, kukagua miche yako kwa sababu ni mhimu kwa sababu inaweza ikakusababisha